Wanawake wa eneo la Nandi wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kuja pamoja na kuimarisha biashara yao ya maziwa. Mafunzo ya usimamizi wa ng'ombe na kilimo cha nyasi za kisasa zinazoimarisha afya ya mifugo vimewabadilishia maisha. Ni mapema asubuhi na maziwa yanawasilishwa kwenye kituo hiki cha kuyapokea ili yaandaliwe kabla ya kuuzwa. Maziwa haya yanachukuliwa kutoka kwa wafugaji kila asubuhi kwa gharama ndogo ya usafirishaji. Jina la Lelchego la Kikalenjin lina maana maziwa safi. Salome Saina ni mfugaji na mwanachama wa Lelchego na anausifia mradi hii. E, kampuni yetu nimefurahia sana, wamenisaidia kabisa. Hata msee huko nyumbani anafurahia. Hata tukilemewa kidogo, anasema kimbia Lelchego uombe kakitu, tufukuza hawa watoto shule. Tumefanya na hawa Cheko, walitupatia mbegu ya subanepia, unachukua kidogo unaenda kupanda, una extend mpaka ume, hata kama mimi, mimi sasa nimechaza karibu eka moja. Maziwa haya yanakaguliwa kwa makini kuhakikisha hakuna vijidudu vinavyomfikia mteja. Wanawake wanachama hupata nafasi ya kunadi maziwa ya mchana ili kuliongeza pato lao. Idadi ya wanawake wanauza maziwa kwa shirika hili imeongezeka na Haifa International imewashika mkono anaelezea Ruth Kosgei. Kuna wakati tulisaidiwa na mradi wa IFA International tukaweza kuwaleta wakinamama tukawa train kwa involvement ya dairy. Initially kwa community yetu, uh, wamama tunastahili tukuwa kule nyumbani ama kufanya kazi zingine, lakini ng'ombe inakoanga ya baba. Lakini kupitia kwa mradi tume involve, ama tumekuja sasa kuhusisha kinamama uh, kwa mambo ya dairy Shirika la maendeleo ya kilimo la Haifa International limezindua mkakati mpya P4C wa kuimarisha miradi ya wakulima wasiopungua laki sita kupitia ufadhili na mafunzo kwenye vikundi. Mkakati huo wa miaka mitano unapanua wigo na kujumuisha mafunzo ya kilimo na ufugaji hususan kwa wanawake na vijana. Agnes Kavata ni meneja wa ubunifu na vijana na anakiri wanawake wamesogezwa karibu kupitia kwa mafundisho yetu Tumeweza kuonyesha umuhimu wa kila mtu kuhuzishwa katika hii ukulima, ndio jamii ama hiyo familia iweze kufaidika zaidi. Kwa mfano tumeweza kuona mhusika mkuu wa uzalishaji katika boma, yule analisha ng'ombe, yule anashughulikia ng'ombe sana, ni mwanamke. Mpango huu pia unadhamiria kuimarisha uwezo wa kifedha wa biashara za wakulima.